Kwa majina naitwa Mudhiili Hamisi Likumbo, ni dereva wa kampuni ya Kingiasini. Nashukuru leo tulikuwa na ya, kikao cha usalama barabarani na cha usalama wa kupaza sauti kwa abiria. Kwa hiyo tunashukuru tumepata ukumbusho mzuri, tumekumbushwa vizuri sana sheria zetu za barabarani na sheria ya jinsi ya kumhudumia abiria. kwa hiyo tunashukuru sana tumekumbushwa kwa uongozi, ili swala liendelee, tunashukuru sana kwa chombo cha usalama barabarani nati, kwa sababu nitaenda kuwatekeleza kwa sababu ni mambo ambayo nimeyasoma, ni mambo ambayo tumekumbushwa tena leo hapa, na hili jambo tunaomba liwe endelevu kwa hiki chombo cha usalama wa barabarani, na hata mabalozi wetu wa usalama wa barabarani. Kwa majina naitwa Assistant Commissioner Emilian Kamwanda, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mtwara. Leo tumekutana na wadau mbalimbali wa usafirishaji tumekutana na mawakala wa mabasi ambayo yanasafiri kutoka Mtwara kwenda mikoa mbalimbali mbali. Tumekutana na madereva, tulikuwa na wajumbe wa RSA, lakini tulikuwa na, na wajumbe kutoka i, ile kamati ya usalama barabarani, tulikuwa na watu wa Latra, ofisa mfawidhi wa, wa mkoa. Lengo lilikuwa ni kujipanga vizuri kuelekea katika sikukuu mwaka mpya na sikukuu nyingine ambazo ziko mbele yetu, ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma nzuri ya usafiri na abiria wanasafiri salama katika barabara zetu. Tumewaeleza na kuwaelekeza sasa mawakala na au madereva kwamba kila mmoja lazima afuate sheria, kanuni na taratibu. Utaratibu huko wazi, majukumu ya wakala ni nini, kuhusu tiketi afanyeje tiketi vilevile vile na kuwahudumia a abiria wanaokuja kwa ajili ya, ya kutafuta tiketi katika safari zao. Lakini vilevile tumemwambia dereva anapokuwa kwenye gari anapokuwa kwenye usukani azingatie sheria za usalama barabarani, ili kuhakikisha kwamba abiria wanasafiri salama katika kipindi hiki. Lakini tumewatahadharisha madereva wetu kuhusu barabara yetu hii, barabara zina changamoto kidogo ziko kwenye matengenezo maeneo mengi, lakini tunamtegemea yeye hawe makini kupita hayo maeneo. Asante sana. Mimi naitwa Nassor Mansur Nassor, ni mkurugenzi wa wanachama kutokea taasisi ya mabalozi wa usalama barabarani RSA Tanzania. Tupo katika kipindi cha mwisho wa mwaka kama tunavyojua, na kipindi hichi katika maeneo yetu ama kanda yetu hii ya kusini mashariki, tumekuwa na idadi kubwa ya muingiliano wa watu magari eh, kwa sababu kwanza inakuwa ni kipindi cha msimu wa korosho, lakini jambo la pili ni sikukuu pamoja na mashule, vyuo na taasisi mbalimbali kusitisha shughuli kwa ajili ya kupisha hizi sikukuu za mwisho wa mwaka. Kwa hiyo sisi kama RSA tumekuja hapa kuzindua kampeni yetu ya abiria paza sauti. Ndani hapa leo kulikuwa na madereva pamoja na mawakala, kuja kuwakumbusha haki eh, wajibu wao eh, wanapokuwa kwenye maeneo yao kuyatimiza. Mfano kama madereva eh, kuwakumbusha kutii eh, umuhimu wa kutii sheria, kanuni na sheria zetu za usalama barabarani, lakini pia kwa mawakala nao kutenda inavyohitajika kwa mujibu wa kanuni za mamlaka. Lakini hii kampeni yetu ya abiria paza sauti ni endelevu. Leo tumeanza hapa kwa kuongea na madereva pamoja na wamiliki ambao ni wawakilishi wa, wa wamiliki, lakini itakuwa tunaongea na abiria kupitia kwenye stendi zetu kubwa kule Mkanaredi, tutaongea na abiria kupitia stendi yetu hii ndogo ambayo ni stendi ya zamani, lakini tutapita kwenye vijiwe vya bodaboda eh, vijiwe vya bajaji na maeneo ya mikusanyiko ya watu. lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba watu wanafahamu haki na wajibu wao. Watu wanafahamu kwamba namna gani ajali za barabarani zimekuwa zikileta madhara ama zikiacha simanzi katika jamii yetu. Mimi naitwa Saidi Geula, afisa mfawizi LATA mkoa wa Mtwara. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu wa kutupa fursa hii. Leo tulikuwa na kikao cha madereva wa basi za masafa marefu, basi zinazoenda mikoani hususani kwa basi zile ambazo zinafanya safari zake usiku, kuweza kukumbushana sheria mbalimbali za usalama barabarani pamoja na sheria za LATRA, hususani kuweza kuzingatia usalama zaidi kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea mwisho wa mwaka, ambapo kuna vyombo vingi barabarani, abiria wengi wanaosafiri kwenda mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tumewakumbusha kuweza kuzingatia hilo, na tumemaliza kikao usalama. Kwa majina naitwa Sada Mkudile, ni katibu wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Mtwara. Leo tulikuwa tunawapa elimu au tunawaongezea elimu madereva waendao masafa marefu, yani wa mabasi. Tumewaongezea tumewa, elimu hii kwa sababu sasa hivi mkoa wetu wa Mtwara umeongezeka magari, yani magari ni mengi sana kuna magari ya msimu wa korosho, kuna magari yale ya Ruvuma, kuna magari yale Almighty. Kwa hiyo tumewaasa, tumewa au tumewasii wa, wazidi kujikita kwenye kanuni za usalama barabarani, na tumewapongeza kwa sababu mkoa wetu wa Mtwara hatujawahi au hatuna hatuna ajali ya kupitiliza yani, yani ajali kubwa kubwa kama mikoa ya wenzetu. Kwa maana hiyo sifa hii isiwafanye wao wakalewa, wakasababisha tukapatwa na madhara makubwa.